Nami na nielekeze kwamba yale maoni ya wadau ambayo yana maslahi na ujenzi wa bandari yetu yazingatiwe kwa haraka, lakini pia tuendelee kuwapa mashirikiano wakandarasi wetu pamoja na mshauri elekezi, ili sasa tujipange vizuri, ili tuanze ile kazi ambayo tumeikusudia. Naamini bandari hii ikimalizika, kama ambavyo imeelezwa pale, itakuwa ni kitu kimoja cha mfano ndani ya Afrika Mashariki, na nadhani bandari yetu itakuwa ndio bandari kubwa na bora zaidi ndani ya Afrika. Hili litakuwa na impact nyingi, impact ya kiuchumi, lakini impact ya kijamii. Maana unapokuwa pahala una impact ya kiuchumi, probably jamii itakuwa inanufaika, ukiwa una nafasi kubwa ya kuoperate kwenye uchumi. Manake watu watapata ajira, kipato cha watu kitaongezeka, purchasing power itaongezeka, kodi za serikali zitaongezeka, mapato ya serikali yataongezeka. Kwa kweli tutakuwa tumefungua kabisa mlango mkubwa sana wa uchumi wetu Zanzibar. Nami nimefarijika kwa hatua ambazo Mheshimiwa Waziri zinaendelea. Nami nielekeze tu kwamba sasa kama ambavyo tumeelekezwa nami nimeanza kwa vitendo tukae huku saiti ili wadau wakiwa na changamoto tuwe tunatatua hapo hapo. Huu ni muda sasa wa kuharakisha utekelezaji wa kazi hizi na kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Swala la fidia, kama ambavyo nimeelezwa, pia nielekeze. Pale ambapo hapajakamilika, basi pakamiliki kwa haraka kwa mujibu wa miongozo ya serikali iliyotoka, tuweze kulipa fidia na makandarasi tuwakabidhi saiti waendelee na kazi yao. Nisingependa kuona kama kuna delay ya aina yote kwenye maeneo haya kwa sababu ya fidia ama kwa sababu ya ndogo ndogo ambazo zimo ndani ya uwezo wetu. Mheshimiwa Rais ametuelekeza jambo hili tuhakikishe linafanyika kwa haraka, kwa viwango ambavyo vimeelekezwa. Serikali imeshatoa maelekezo, Mheshimiwa Rais ameshatupa fidia, zinatakiwa zilipwe vipi, kwa mujibu wa utaratibu, ili wananchi wote na wao waweni sehemu ya miradi hii ambayo tunaitekeleza katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi yetu. Lakini kwenye eneo hili pia nimesikia wataalamu, nami nawashukuru wenzetu wote ambao wametueleza kwa kweli kitaalamu namna gani mradi huu utaweza kukamilika kwa haraka. Nami niwaombe sana kwamba kazi hii ni kitu muhimu sana, suala la mafuta kwenye nchi ni moja kati ya vitu muhimu sana. Kwa usalama wa nchi lakini pia kwa mahitaji ya nchi vile vile. Nilikuwa nauliza hapa kuhusu issue ya storage facility na nikataka kujua ile capacity yetu, na mimi nashawishika sana mheshimiwa waziri, lakini ili tutalizungumza huko, lazima Zanzibar tuwe na storage facility inayokidhi haja. Kuwa na storage facility ya miezi miwili au mwezi mmoja si, si, si kitu kizuri sana. Sasa lazima wakati tunafanya miradi mikubwa ya aina hii, Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo ya jambo hili. Kwa hiyo wadau wanaohusika na hili naamini watatumia fursa hiyo ya kuwekeza, lakini nimefarijika kuona kwamba wenzetu tayari wanapush kuona kwamba ili jambo linakamilika. Niwaahidi mheshimiwa waziri na watendaji wote, tutakuwa tunapita mara kwa mara kuona development ya miradi hii na kamwe sitokubali kuona kuna delay isiyokuwa na msingi, aidha inayosababishwa na mtendaji wetu wa serikali ama inayosababishwa na mwekezaji bila ya utaratibu ambao unakubalika. Niwaambie tu mwekezaji ambaye hata kwenda na kasi yetu hii tutamsamehe kwa sababu tumekusudia kipindi hichi cha miaka mitano ya pili ya Mheshimiwa Dk. Hussein Mwinyi kasi yake iongezeke zaidi ya ile kipindi cha awali cha serikali ya awamu ya nane.